Iko bora sana kwenye utalii, especially wewe ukisafiri, unataka kutoka hapa, unataka kwenda Tanzania, unataka kupita kupitia Arusha, labda una gari yako na unasema kwamba unataka kwenda kuangalia mandhari ambayo ni mzuri sana. Kwanza tunaanza na uh, Mount Kilimanjaro. The tallest mountain in Africa ni Mount Kilimanjaro. inapatikana wapi? Inapatikana Tanzania. Haya, turudi, tuko na Mount Meru kwa wale ambao wanapenda baridi na wanapenda kukua pale karibu eh, nyinyi mnataka mnataka starabu nyenye mko karibu na baridi baridi, mnataka kupanda milima. Ukiingia pale Mount Kilimanjaro, ukiingia pale Mount Meru is the best place you can go visit. Pale Arusha katikati ya mjini, pale ni kama tunasema ni Kenya ndogo pale. Pale ni Dunda 24/7 watu wanakula sherehe asubuhi 24 hours mpaka jioni na u... iko na security ya kutosha. Nyama choma kwa wingi Arusha, ndo the best place kama uko na girlfriend unataka kumfurahisha mpeleke tu pale Arusha mjini utahakikisha kwamba kama unatupa lugha zitakuwa ziko sawa girlfriend wako atatoka kama amenyooka na pia kama una girlfriend enda bila girlfriend utapata pale Arusha kama wanyama wanaweza kuvuka mipaka wakuje wa, wa, wa, hapa kutoka Tanzania wakuje wa hapa Masai Mara wa, watengeneze watoto warudi wazae huko Tanzania, mbona nyinyi Wakenya msitoke hapa na nia mzuri, sio mania ya kuandamana, muende pale Arusha mfanye raha muenjoi mfurahie mrudi mzae Kenya, kwa sababu tunajaribu kuweka uhusiano ya Afrika Mashariki. Aya, kurudi kwenye mbuga za wanyama ambazo ni mbuga bora zaidi Afrika Mashariki, tuko na Mikumi stand up. E, pale penye Profesa Jia alikuwepo, inaitwa Mikumi National Park. Na tuko pia na Ngorongoro, tuko na uh, Mkomezi eh, inaitwa Mko, Mkomazi Mkomazi National Park eh. tunaenda all the way Serengeti kuna National Park pale, utapata wanyama ambao ni the big five. Tuko na tembo, tuko na simba eh, tuko na buffalo, tuko na leopard, yani wale wanyama wote ambao ni wakubwa ambao unawataka kuona kwa wingi. Hakikisha umetembelea Mikumi National Park, umetembelea Serengeti e, Ngorongoro na pia umetembelea Mkomazi.